Naibu rais profesa Kithure Kindiki amesema utawala wa Kenya kwanza umejitolea kuafikia mabadiliko katika sekta ya afya kote nchini. Profesa Kindiki, ambaye alihudhuria sherehe ya tisini na nne ya mahafali ya chuo cha mafunzo ya matibabu nchini KMTC katika uwanja wa michezo kima wa kimataifa wa Moi Sports Centre Kasarani, jijini Nairobi, alisema kwamba mageuzi muhimu yametekelezwa katika sekta ya afya chini ya uongozi ulio sasa sasa madarakani. Aidha alisema kupelekwa kwa wahudumu wa afya ya jamii kwenye vijiji vyote kote nchini ni hatua muhimu hususan katika kushughulikia masuala ya afya mashinani. Chuo cha KMTC kiliandaa sherehe yake ya 94 ya mahafali kwenye uwanja wa michezo kima ya kimataifa ya Sports Center Kasarani jijini Nairobi hii leo, huku maafala 22776 wa, wa kifuzu na vieti. Ni hapa ndipo naibu rais Profesa Kithure Kindiki alikariri kujitolea kwa serikali kulainisha sekta ya afya nchini. This is the first Naibu Rais wakati huo alifichwa kwamba serikali itawaajiri wataalamu wa kutosha katika juhudi za kuwezesha vyuo vya mafunzo ya matibabu kote nchini kutoa mafunzo kwa hudumu zaidi katika sekta ya afya nchini. Nataka niwaagishia, kwamba mwaka huu tutaongeza waadhiri wa KMTC na wizara kuwaajiri wazi zaidi ili vyuo vyetu vya KMTC viwe na mafunzo bora ya hali ya juu. Profesa Kindiki pia alifichua kwamba serikali inadhamiria kuhakikisha kuhakisha kwamba wanafunzi kutoka familia zisizojiwezo wanaosomea kozi mbalimbali chuoni humo wanasaidiwa. Nimesawishika ya kwamba wanafunzi wa KMTC lazima tuanze kuwa support kupitia help. Profesa Kindiki alitumia fursa hiyo kuhimiza vijana wawe mstari wa mbele kuhubiri amani, huku wakitoa wa wito wa umoja taifa linapokaribia kuandaa uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Na mimi nataka kuwauliza, vile tukajenga taifa tukiwa pamoja. Changamoto ambacho ambatu konaokamba taifa tutaendelea pole pole kukishughulikia, ili hali jambo la muhimu kuweka uzalendo, kupenda nchi yetu.